Mimi naitwa Edward Daniel Newa, ni msanii wa miaka mingi sana, nimeshughulika na shughuli za kuchonga sanaa pamoja na kikundi changu kwa muda wa miaka kumi na tano nachonga sanaa na tunasafirisha sehemu mbalimbali: Marekani, Itali, Kanada, eh, Australia, Austria na Swaziland, Afrika ya Kusini. Mote humo nimesafirisha hiyo kazi. Nimeacha, sasa hivi nashughulika na kutengeneza ngoma za shule. Kwa hiyo kikundi changu kimeanza kugawa ngoma hizo kwa Tanzania nzima, kila wilaya au mkoa, nimesambaza hizo ngoma na zimeonekana zinafaa kwa ajili ya watoto wa shule. Watoto wa shule zikipigwa zile ngoma shuleni, wanapenda sana, na watoto waliokuwa wakitegemea kutoroka mashuleni wanakuwa hawatoroki. Kwa kupenda ule mziki wa shule. Hiyo ndio shughuli nimeanzisha sasa hivi kikundi changu kinaitwa California. Hmm. Kwa nini umechagua jina hilo? Eh, jina hilo nimependa kwa kule Marekani kuna jimbo la California. Ndio. Basi na mimi nimeita hicho kikundi kinaitwa California. Binti yangu mkubwa anaishi katika jimbo hilo. Naam. Naam. Kwa hiyo sina zaidi, napenda wasanii wenzangu kama wanapenda wanione niko Mikocheni, Mikocheni A hey. mm -hmm. Naitwa Edward Daniel Newa. mm -hmm. Namba yangu ya simu ni sifuri saba nne moja tano tisa tisa sifuri sifuri tisa. utanipata karibu na hospitali ya Kariuki pale kijijini, shuleni ni shule ya msingi, ukiniuliza okay, hapo umenipata. Asante lakini ngoma hizo ni ngoma za makabila mbalimbali au kabila moja au mchanganyiko? Hapana, hizo ngoma e, tumebuni. kwanza ni ngoma za kisasa lakini zinatumia ngozi na tunaweka rangi na tunafunga kwa nati boti na nati eh, kama drum. mm -hmm. Na za utamaduni pia za kienyeji mm. ambayo zinatumika kwa kuchezea ngoma za kienyeji zote, tunatengeneza katika kikundi hicho. Asante sana eh, sina zaidi. Asante yeah, sana. Eh, nizungumzie. mm -hmm. eh samani, nilisahau kutaja PO box yangu Uh-huh. Pia box yangu ni tisa ya mission Oyster Bay mission uh -huh. Dar es Salaam. Tisa mission Dar es Salaam. Asante. <laughs>